Tumetangaza hivyo lakini pia tumeweka mapendekezo kadhaa ambayo wadau wengine wamekuwa wakilalamikia kwamba vitu, vitu kadhaa vifanywe marekebisho na na sisi Chaumma, uh, nje ya kushiriki tume, tume, kuna vitu ambavyo tumependekeza kwamba e, tume ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu, tume huru ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza ni kwamba makamishina wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, wasiteuliwe kumekuwa na changamoto hiyo hapo, ambao wadau wengi wamekuwa wakilalamikia kwamba uh, wanaosimamia uchaguzi uh, ni watumishi wa wa serikali na wanateuliwa na rais. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kama CHAUMMA, sasa tulikuwa tunatamani watumishi wa makamishina watuma uchaguzi wapatikane wa kwa ushindani, serikali itangaze itangaze na, nafasi ya ajira ikitangaza nafasi ya ajira watu waombe, baada ya kuomba watakaoshinda ndo wa, wawe makamishina wa uchaguzi. Lakini pili, tumependekeza kwamba serikali eh, ifanye marekebisho kwa upande wa wakurugenzi wa wakurugenzi wa halmashauri wa, wa wa wasio wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. Kwa nini tunasema hivyo? Kwamba wao wakurugenzi wengi, asilimia kubwa ni wa, ni watumishi wa, wa, wa serikali, lakini pia ni makada achama, wa chama wa vyama vingine huko. Kwa hiyo hawa tumeweza kutenda haki kwenye, kwenye usimamizi wa uchaguzi. Kwa hivyo CHAUMMA, sisi tunatamani sana wakurugenzi wa halmashauri wasi, wasimamizi wa uchaguzi ndio wataharibia uchaguzi, na watu wengi walikuwa wakipiga kelele kwa, kwa mazingira hayo. Lakini pili, wasimamizi wa uchaguzi uh, kwenye, kwenye vituo wasipangiwe wasp, wasp, pia hawa watumishi wa umma, kwa mfano walimu, watendaji au pia wasimamie uchaguzi wapatikane pia kwa ushindani, serikali tangaze ajira, lakini wasio watumishi wa umma kwa sababu wana maslahi na, na, na serikali e. Mwisho tunatamani mawakala wa vyama wanavyoenda kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi e, wasibuguzie mawakala wengi. Mawakala wame, wetu wamekuwa wakibuguziwa, mfano uchaguzi wa serikali ya mtaa uliopita mawakala wetu walikuwa wanabuguziwa sana, nusu ya kupigwa na watu ambao wanasimamia uchaguzi huko. Kwanza mara vikwazo kibao, mara wewe ujitambulika barua hii na nina nini, lakini mawakala vyama vingine wa, wa chama tawala hawasumbuliwi. Kwa sababu tunatamani mawakala wa vyama vyetu hivyo hasa vya upinzani wasisumbuliwe, wasibuguziwe kwenye wanapenda kusimamia uchaguzi wao, kwa sababu walikuwa tayari washapishwa wana barua za unanili za utambulisho, lakini bado wananyanyaswa. Kwa hiyo sisi kama CHAUMA tumeona tu, hiyo ndio mapendekezo yetu. Sisi hapa kama CHAUMMA hatushirikiani wala tufungamane na chama chochote cha kisiasa kingine chochote ambacho kikipo hapa chini. Sisi CHAUMMA tume, tumesajiliwa kivyetu na tunaongoza, tuna katiba yetu, tuna misimamo yetu. Hivyo hatufungamani na chama chochote. Kumekuwa na masuala kadhaa kwamba CHAUMMA mnatumika na, na vyama fulani vyama fulani, sisi hiyo kauli sio, tunaipinga bwana. Tuko hapa hata kauli, kauli ya mbona, ya tuma, leo kauli ambayo naitoa leo mwenezi wa chama taifa. Hatufungamani na chama chochote na hapa hatujatuma mtu yoyote kuzungumzia kwamba kwa nini kwa tushiriki uchaguzi. Hatu yaani kwanza mtu akisema kwa nini tuna, tuna, tunaunga uchaguzi? Sawa, sisi ni, ni nani yetu ni chama chetu, yani kile ndio kimeamua tulisajiliwa kwa ajili ya kusimamia mambo yetu. Si ndio? Lakini niombe pia vyama vingine ambavyo tuko tuko pande huu kwamba upinzani. Tusizalau tusi, vyama vingine ambavyo havina wakilishi bungeni au kwenye kwenye madiwani. Wanapotuambia kwamba tunakeleka pia na sisi na kutuambia kila siku kwamba Eh, sisi ni ni ni ni ni mawakala wa CCM wote, hiyo kama inatokea sana sikio kwa mawakala wa CCM, sio watu tunatembea na vieti huko mtaani tu tu, tu kae sawa. Pia vyama vingine ambavyo vinawakilishi bungeni wakiwa na na, na jambo kutaka kulifanya, watushirikishe, sio kwamba wafanye wao huko, afu anze kutuambia kwamba chama nyie fanyeni, tutafanya tuta, tuta, tuta kitu tutaongaje hoja kitu ambacho sisi hatukifahamu, watu wameandaa mpango yao huko na nini na nini, sasa nyinyi ungeni, hapana, tuwezi kuunga juhudi ya ya misimamo ya vyama vingine. Sisi Chaumma tuna misimamo yetu, tuna katiba yetu, tuna kanuni zetu ambayo inatuongoza sisi, hivyo hatuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine.